Tuna na dakika kumi na saba saa hizi ni za Afrika ya Mashariki, katika awamu yetu ya nne na ya mwisho, mpango mzima wa dau la Iqra, bado ukiwa nami mtu mzima Omar Abud, nahodha mwenza baharia simbajike Ramla Abdi, na nahodha uh, mwenza pia ambaye ni mtu mpole na mimi naitwa Abubakar Juma, msikizaji. Asante sana kwa kuzidi kukuwa kwa tuned in kupitia 95.0 IQRA FM. Mm -hmm. Ndio mitabendi yetu unajua, kuna wasikilizaji wetu wametulia tu. Eh, bwana, e, haongei, mm haupigi -hmm simu lakini wanapenda ku Kuna mtu msikilizaji mmoja alikuwa anatuambia yeye kama ameka gundi kwa ile ile redio yake. Mhm. Mm, haitoki 95.0. Eh, anasema anacheza na switch tu kwenye plug pale. Anasema akigusa tu kwa sababu ameambia mtoto usijaribu kugusa redio. Aha. Ikitoka tu anajua kuna mtu ashacheza na mitabendi. Eh, sasa e, hao ni wale tunawaita shabiki hakiki kabisa ambao wamekita wame kabisa kama gundi pale ndani ya 95.0. Msikilizaji iwepo ndio mosi, unaungana nasi awamu yetu ya nne ya mwisho katika kipindi Daula Ikra, mada yetu ya siku na leo hii bado tunaye mwanasaikolojia ambaye tunaendelea kuweza kupa, kupashana kufahamishana na kuelimishana kuhusiana na masuala ya visa vya Wakenya kujiua kupitia sababu za msongo wa mawazo, ambapo tunaye Venessa Buyayi ambaye ni mwanasaikolojia anayejishughulisha na masuala ya kuweza pia kupatia ushauri na saha wale ambao ni wagonjwa ambao wanapatana na msongo huu wa mawazo. Awamu yetu hii tutaangalia zaidi, tulisema tukija tutaangalia katika masuala ya familia, wakati mtu ameanza ule msongo wa mawazo ama ana sababu ambazo zinamfanya kwamba yeye awe na msongo wa mawazo, ana mahesabu mingi sana yanampita, lazima kutakuwa kuna a, tabia fulani a mabadiliko katika mienendo yake hasa pale nyumbani. Sasa je, wanafamilia hapa huwa wanatakiwa wafanye nini? Au, je, wanafamana kuna wale hawazungumzi. Unajua kuna watu akiwa na msongo wa mawazo anaweza akasema kwa mfano kwenye familia ya watu saba kuna mmoja anaweza akamwita akamwambia, kaka ama dada, angalia mimi nazungumza na wewe kwa sababu hapa hawa wengine hawatonielewa. Anazungumza, kuna mwingine hazungumzi, mabadiliko tu yanaanza. So familia inajiandaa vipi namna hiyo, ili kuweza kuepuka huyo mtu asijitoeshe uhai wake? Kuna kitu ambacho huwa tunasema hurt people hurt people, ambaye ameumizwa ataumiza watu na mara mingi unapata watu wakiingia kwa kutengeneza familia, mme na mke, mwanamke na mwanamume wamekuja pamoja kutengeneza familia. Wengi wao wanakuanga hawajasuluhisha mambo ambayo yaliwafanyikia, mambo ambayo tunasema childhood traumas, so unapata wanaingia kwa, kwa ndoa wakiwa hawajakamilika hivyo basi wanaendelesha the traumas, so tunakuwa na generational traumas. Hapo ndio utasikia mtu anakuambia mimi babangu alikuwa ananipiga hata ananirushia panga. So iweje mimi nikikupanish kama mzazi, unataka kuniambia sijui mimi ni toxic. Unaona? Na watu wengi hawako ready to face that side of them so, wanaishi na the wounds in them ambazo hawajaponya so, wanaendelea kuishi na hiyo kitu ambayo inaitwa generational trauma na wanaendelea ku pass from one person to another, kwa hiyo hali ya generational traumas sijui nini ilifanyika wakati mkoloni alienda ikawa siku hizi jamii hatuwezi kaa chini tukazungumza kama jamii. Mzazi anaona ya majukumu yangu mimi nikulipia karo ili upate hiyo, usome kwa bidii upate hiyo kazi nzuri, mimi nimemaliza malezi yangu. Anasahau kwamba nini malezi si kulipa karo peke yake okay. Malezi ni nikuje nikusikilize kama mtoto tena, mzazi huyu anasahau kwamba hata ukimzalia mtoto wako ndio unamtakia mtoto wako awe mtoto mwema akuwe mtoto mwenye amefuata maneno nini laini vizuri katika society, venye society inataka mtu akuwe mm -hmm. Lakini unasahau kwamba hizo vituko zote zenye zinafanyika kwa society, pia mtoto wako ni mwanadamu, anaweza tokomea hapo hiyo kutumia dawa za kulevya, anaweza kuwa mwizi, anaweza pachika mtoto wenyewe mimba, vitu kama hizo ama anaweza pachikwa mimba. So wewe kama mzazi unamlea mtoto wako vipi hapo nyumbani? Wewe mwenyewe wewe na mke wako mnaishi vipi? Wakati mlikuwa mnafanya ile dating, mli agree mtakuwa mnazungumza aje, mna solve issues zenyu aje? Unapata wazazi wengine wanapigana ile vita ya physical violence mbele ya watoto the domestic violence, ambayo pia inakuwa na effect kwa hawa watoto, so inakuwa ni a toxic environment So so that we can be able to change that narrative, we need to heal, heal people, heal others. Heal kwanza ndio uweze kujua jinsi utakavyoishi na wengine, wache kufanya the projection ya machungu ambayo uko nayo ndani yako. Hapo ndio familia itaanzia. Cha pili, si kila mtu anaongea, lakini kuwa active bystander hapo nyumbani venye mnaishi. Ukigundua ndugu yako baba yako mama yako mume wako mke wako, kuna tabia fulani imekuja, jaribu kuzungumza nao na uwaambie eh, siku hizi naona hivi na hivi. Na si ati ukimwambia hivyo atakuwa atakubali mara ya kwanza. Wengine watakuwa defensive na hiyo defensiveness watakuja na some aggression. So try to show them kwamba unawa approach because you, you are there. You want to be the shoulder they can lean on because huyu ni mtu mwenye in that situation, they are not okay. And it's until mtu aweze kukuwa nini a comfort pillow ndio mtu ataweza kufeel okay kuweza kuongea. So mtu asikuwe defensive ama asikuwe aggressive, then ukakuwa like ah, mimi sikuwa na ubaya, nilikuwa nauliza. Na ujitoe, jaribu mara mbili tatu uone kama ataweza kufunguka na aweze kukueleza nini inaendelea. Na ambaye amekuja anafunguka kwako anakwambia I am not okay, msikilize na usimsikilize na the judgmental Iya. Utapata mtu anakuja anakuambia, eh, aki, unajua mimi niko na stress fulani. Sasa huyo ni mtoto anaambia pengine mzazi. Na mzazi anamkemea ile ya, ya uko na stress ya nini, na mimi nimekupatia kila kitu, mavazi, chakula, hata nyumba nimejenga uko na room yako. Naweza kuwa umenipatia hiyo yote lakini, kuna vitu ambavyo vinanisumbua akilini. Nisikilize na uweze kunisaidia kusuluhisha usini. Unajua uh -huh. Venessa kuna pahali ambapo na tunataka kuuliza hili swali uh -huh. Watu hivi sasa wana credits wazazi wao uh -huh. Kwa malezi ambao waliwapatia. Mimi kama mzazi hakunipiga uh -huh. Mimi kama mzazi hangenilea hivi uh -huh. Singekuwa hivi uh -huh. Lakini bado nadhani kuna a very thin line katika malezi yetu pia kwa sababu uh -huh. Kuna baadhi ya vitu ambao wazazi wakati huo ilikuwa mboko, kila kitu ni kiboko uh -huh. Sasa Malezi sasa ya sasa yanafaa kuwa ni tofauti na yanakuwa ni tofauti kwa sababu ya karne ambayo tuko nao, ama mm -hmm. Vipi? Kwa sababu utapata mzazi wako ndio alikuwa anakupiga wakati huo, lakini huku unafikiria kujiua. mm -hmm. Lakini sasa hivi unapata mtoto labda pengine analelewa pole pole kama mayai. mm -hmm. Lakini bado mtoto kama huyu anafikiria bado kwenda the suicidal way. mm -hmm. Shida ni tofauti kwa wapi? Um, najua kila generation iko na characteristics zake different Okay. Mtoto wa saa hizi ako very exposed. Hmm. They are informed about these things. Unapata hiyo wakati hiyo information haikukuwa, alafu resilience ilikuwa pia iko very high. Hmm. Saa hizi mtoto wa saa hizi resilience yake haiko that strong. So unapata hapo hivyo ndio kuna that thin line. Okay. Mm, so mtoto wa saa hizi ni mtu mwenye ako exposed, anajua haki zake Alafu hiyo exposure pia unapata, tunasemanga akili ni blank slate. Na chenye kinaingia ndio kinatengeneza venye uta perceive the world. Unapata mtoto wa saizi ako na access na dijitali mm -hmm. Anaweza kuona mtoto wa mzungu analelewa aje, wa wapi analelewa vipi, so hivyo ndio akili yake itakuwa inamfanya ina, ina, ina anaweza kuperceive the world.